Ama unapata maumivu ya figo au unapata shida ya kukojoa au mawe kwenye figo, unatakiwa kuandaa kinywaji hiki na kutumia kwa muda wa miezi miwili mfululizo kusafisha figo zako. Unachokihitaji ni, ni vikombe viwili vya maji, weka kwenye sufuria ya lako. Unahitaji majani ya giligilani, ni mazuri kwa ajili ya kusafisha figo na kuondoa sumu zinazotokana na vyakula vyenye sukari nyingi. Weka majani kwenye chungu, chemsha kwa dakika tano hadi kumi na weka kwenye kikombe, ongeza maji ya limao, changanya vizuri. Hakikisha unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kabla ya kifungua kinywa na usiku kimoja kabla ya kulala. Baada ya siku sitini, figo zako zitakuwa zimesafishika vizuri, wala hutokuwa na magonjwa ya figo. Au tumia C24/7 Natura Ceutical tembe mbili kila siku, kusafisha figo zako, kuondokana na sumu za vyakula na kemikali za viwandani. Au kama una magonjwa ya figo, tumia uh, Figo Safe Pack, tiba ambayo inatibu kabisa magonjwa ya figo, na unayetumia kwa muda wa miezi mitatu hadi sita. Nitafute WhatsApp kuipata, na soma caption kupata maelezo.